Ni waombe mtakavyorudi kule kule mtaani, haya mambo mawili niyafanyie kazi. Si sawa? Lakini baada ya hapo, mimi ni washukuruni sana kwa hichi mlichokifanya. Ni zaidi ya sadaka hiki mlichokileta, ni kitu kikubwa. Mtu mwingine anaweza kaa, naona mifuko kwa nje, anaona ni vidogo. Kilichoko humu ndani ni vitu vikubwa, ambayo tunaenda kuwasaidia wa wahitaji moja kwa moja lakini pili, nitawaomba viongozi baada ya hapa, nitaenda andana, nitaandana nao pale, kwa huwa tuna admin wa hospitali sawa, ambao mara nyingi tukifika pale huwa tunachagua viongozi, wanaenda wanasaini kwenye kitabu cha matukio, ambapo baada ya kusaini, basi tutaelekea moja kwa moja kwenda kuwaona wagonjwa wetu. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasuli sayyidi sallallahu alaihi wasallam Awali yote niweze kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtukufu wa daraja Mtume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutujalia mimi na nyinyi tukawepo katika hafla hii. Kwa majina naitwa Miraji Athmani Tunda, ni katibu wa kijiwe cha Ginery namba saba. Basi kama jinsi mnavyotuona hapa, tumekuja hapa katika hii hospitali ya rufaa kwa ajili ya kuleta msaada tuliokuwa nao hapa mbele. Basi nataka nifanye tu utambulisho tu mdogo kwa viongozi hawa basi, nitoe neno la shukurani. Nitoe neno la shukurani, kwanza moja, niwatakie sana kila laheri wadau mbalimbali waliofanyaje walio tuunga mkono juu ya hili jambo letu. Wapo wahisani mbalimbali ambao hatuwezi tukawataja kwa majina yao, najua wamechangia, jinsi tulivyokuwa tumewaendea wametuelewa, tumeshirikiana nao basi niwape pongezi nyingi na hongera nyingi, basi ili waendelee popote pale walipo, waweze kujua kwamba na sisi hatuja hatujasahau uwepo wao katika ile ambalo tulikuwa tumeliweka kwetu sisi. Naomba habari kama jinsi alivyokuwa kishasema mganga wetu pale, iwe ni endelevu, iwe ni endelevu. Tumepata sana darasa zuri, darasa zuri, na ninaamini kituo cha Jineri Hatujawahi kuangushana si ndio hivyo? Mm. Najua tunaporudi tunaenda kufanya zaidi kiongozi. Tunaenda kufanya zaidi na zaidi kuliko hata tulichokifanya sasa hivi hapa. Lakini naamini vile vile wapo hapa waliofanyaje waliochangia hapa si ndio hivyo? Basi Mwenyezi Mungu akawalipe basi. Kwa yule alioguswa kwa namna moja ama nyingine basi Mwenyezi Mungu akamfungulia milango ya riziki kama jinsi alivyosema kiongozi wangu pale, katika kazi yetu ya maafisa usafirishaji tuna changamoto nyingi sana si ndio? barabarani tuna changamoto nyingi, lakini naamini kwa hicho ambacho tulichokifanya, basi Mwenyezi Mungu akatuondolee zile changamoto barabarani. Sawa eh eh, mimi nadhani ilikuwa ni hivyo basi. Kabla tujaingia ndani, tunge niombe basi tuombe dua, ili tunapokuwa tunaingia kule ndani inapendeza zaidi. Najua hapa tuna dini zaidi ya tatu, si ndio maana yake, kuna Uislamu kuna Ukristo na, na wapagani naye pia wapo, si ndio maana yake, kuomba hizo dua ili tuweze kufanyaje tuweze kuingia. Ehe, tuwashukuru sana uongozi wa Hospitali ya Rufaa ya mkoa kwa namna jinsi walivyotupokea, tumefarijika sana. Tuwe pamoja kwa namna yote ile takavyokuwa inaonekana, basi ushirikiano uwepo. Hichi mlichokifanya ni kizuri, mimi nimejisikia vizuri. Chio changu hapa kwenye hii kata, ni mjumbe kamati ya siasa kata, kwa hiyo naoona vijana wangu wanafanya jambo zuri, lazima niwasupport na niwafuate ili tuendelee sasa kuimarika zaidi. Ndugu zangu, mwendelee msishie hapa, mtakaa vikao tena, kuna mahitaji kuna sehemu zingine. Shukrani. vizuri. Kwenye kikundi chako hiki mnaweza mkasajili. Sahihi. Sasa mnaunganisha vijana vizuri, msiendelea tu kuishia kwenye bodaboda. Sawa sawa vikundi fulani. Naam. Eh, nguvu kazi za. Nashukuru sana. Wakuwekeza mawazo mazuri. Sanaama, alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasuli sayyidi sallallahu alayhi wasallam allahumma hinna fi man hadaita

Ya Rabbi la alamin tunakuomba, tujalie kila la heri, Ya Rabbi la alamin sana yeah, yeah. Kwa hiyo tulichokitenda hichi sio dini, ila kikundi chetu kinafanyaje kinajali. Kwa hiyo nitaomba kwa ajili ya hili ili tuweze kuingia ndani. Baba Mungu, ninakushukuru kwa sababu we ni mwema, umetupa uzima, tunasema asante kwa yote Tazama hata sai Mungu, tunaenda kuingia hospitalini Baba kutazama wagonjwa Baba. Ninaomba kwa rehema yako na upendo wako, jinsi ulivyotupenda hata sai Mungu ulivyotufikisha mahali hapa, ni jinsi unavyotupenda. Umesema Mungu, lieni na wanaolia furahini na wanaofurahi. Hata sai Mungu tunaenda kulia na wanaolia ndani Mungu kupitia hichi Mungu hata tunakosema jina lako likaimidiwe hata ndani na wale wagonjwa waweze kupata afya kupitia hichi tunachokifanya. Kwa habari mbalimbali za ndani na nje ya nchi, usikose kutizama CALES TV kila siku.